Wewe kijana, ni nani aliyekupa ruhusa ya kuwa na binti yangu, tena nyumbani kwangu? Mama, lakini si nilikuambia kuwa nina boyfriend na atakuja kukutembelea leo cha usiku. Huyu kijana hakaribishwi hapa, naomba mtoe nje haraka. Sasa mama, inakuwaje unataka kumfukuza mwanaume ambaye anataka kuishi kuishi naye maisha yangu yote? Ni nani aliyekudanganya kuwa una haki ya kuchagua mwanaume atakayekuoa? Lakini mama, mimi sio mtoto mdogo nina haki ya kuchagua mwanaume atakayefaa kwenye maisha yangu pia. Oho, kwa hiyo umekuwa kiburi siku hizi si ndio? Na wewe kijana, tafadhali naomba uondoke nyumbani kwangu kabla sijakuitia polisi. Mama tafadhali, naomba umwache mume wangu mtarajiwa. Mume? Unafikiri wanaume wa kuoa wanaokota tu hovyohovyo kama mlivyokotana huko barabarani? Hebu uondoka nyumbani kwangu. Mama, nakuhakikishia haondoki mtu hapa. Alex kipenzi, naomba usiondoke kwanza. Naona sasa umekuwa na kiburi kiasi cha kunipangia nini naweza na nini siwezi kufanya nyumbani kwangu. Cha Usiku, acha niondoke tu, sitaki kukusababishia matatizo. Hii siyo sawa kabisa. Tafadhali Cha Usiku, ni lazima umsikilize mama yako. Najua hayo maamuzi yake siyo ya haki, lakini kumbuka ninachokuambia kila mara, kuwa kama imepangwa tutakuwa pamoja, hakuna atakayeweza kuzuia Yani, bila hata aibu mnakumbatiana mbele yangu? Hebu toka, toka nyumbani kwangu haraka kabla sijachafukwa! Lakini mama, kwa nini unanifanyia hivyo? Nimeshasema sitaki ukuona na huyu kijana. Kwanza sitaki kuona hapa sebreni, nenda ukadilia huko chumbani kwako. Vipi bebi, unaendeleaje? Mimi siko sawa bebi, Tangu muda nilivyoondoka nyumbani kwenu nimejaribu kukupigia sana bila mafanikio, kwani kuna tatizo? Kusema kweli najisikia vibaya sana, hata sijui ni kwa nini mama yangu amenifanyia vile. Naelewa hali unayopitia kwa sasa, lakini wahenga wanasema upendo wa kweli hauna pingamizi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, naamini tutafanikiwa, mpenzi. Asante sana kwa kunitia moyo, lakini kwa nini mama wangu ananichukia? Mtu mwenyewe hakujui, si angekupa hata nafasi ya kujitambulisha? Basi yule ni mama yako, lakini haijalishi amekufanyia nini, hivyo haupaswi kumuhukumu. Unachopaswa kufahamu kwa sasa ni kwamba mimi nakupenda, hayo mengine yatakaa sawa tu, mpenzi. Sawa, nimekuelewa. Okay, baadaye. Sawa baby. Samahani, nyinyi ni akina nani? Tafadhali naomba mniache niondoke, mimi ni maskini, sina kitu, itakuwa mmenifananisha, niachieni tafadhali. Hei, hei, tulia. Wewe si ndo Alex? Umejuaje jina langu? Kwani wewe ni nani? Tafadhali niache niende, sijafanya kosa lolote. Acha kulialia, mtoto wa kiume. Sasa sikia, kuna kazi rahisi sana nataka uifanye na ukifanikiwa maisha yako yatabadilika milele. Ni kazi gani hiyo unataka kunipa? Nataka umpoteze bosi wako. Bosi wangu? Hapana, haiwezekani, itakuwa mmekosea mtu wa kumkamata mimi. Hata mniue, na waapia, kamwe siwezi kufanya kitu kama hicho. Bosi wangu amekuwa mtu mzuri sana kwangu tangu nimfahamu, halafu leo mnataka nimgeuke? Haiwezekani kwa kweli, kama mnaniua niuweni tu. Sasa sikia, unaona hizi pesa zote yaani, ukikamilisha hiyo kazi, hizi pesa zote zitakuwa za kwako, tena nitakuongezea mara kumi ya hizi kama bonus. tafadhali wewe baki na pesa zako tu, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Kama ni pesa nitatafuta zangu kwa njia ya halali. Hebu angalia tena hizi pesa halafu, kumbuka jinsi umaskini unavyokudhalilisha kiasi cha kunyimwa mwanamke unayempenda sana ila nakuhakikishia ukimaliza tu hii kazi nitakupa hizi pesa zote na maisha yako yatabadilika kabisa. Yaani kwa kifupi, utakuwa tajiri mkubwa na mwanamke unayempenda utampata kirahisi. Hapana, mimi siwezi kuua. Halafu kwanza hautatumia bunduki, kwa hiyo usihofie kukamatwa. Tutakupa sumu ya kuweka kwenye chakula ambayo itammaliza taratibu, kwa hiyo hakuna atakayejua kuwa wewe ndio muhusika. Hapana, siwezi kabisa kutoa uhai wa mtu kisa pesa. Wewe baki tu na pesa zako, mimi sizihitaji. Utakufa na huo umasikini kijana. Haya, potea. <coughs> Dada habari. Salama. Unafanya nini hapa peke yako na istoshe upo juani? Uko sawa kweli? Ndiyo, nipo sawa tafadhali kama kuna tatizo kuwa mwazi ili niweze kukusaidia. kwa kweli kaka, mimi nipo nipo tu, hata sielewi. Nilikuwa nikiishi na shangazi yangu, lakini amenifukuza ya yani hapa nilipo, sijui pa kwenda wala cha kufanya, ndiyo maana unaneno nimekaa hapa. Oh, pole sana. Hata hivyo hupaswi ukukaa juani, halafu pia hii mitaa siyo salama kabisa. Unapaswa kukaa sehemu ambayo akili itatulia ili uweze kufikiria njia ya kupata msaada. Au umefikiria nini baada ya kutoka huko? labda naweza nikakusaidia. hapa nawaza tu kwenda nyumbani kwa mama yangu, lakini hata nauli sina, kaka yangu, yani hata kula tu sijala siku nzima. nimekaa hapa nikiamini shangazi yangu watakuja kunifata, lakini mpaka sasa hivi sijamwona. Pole sana basi, chukua hii hela, nadhani itakutosha kupata nauli na chakula. Jitahidi ufike nyumbani kabla usiku haujaingia, kwa sababu ukisema umsubiri shangazi yako anaweza asije, alafu ukapata shida usiku. Kaka, mbona umenipa pesa zote, sasa wewe unabaki na nini? Mimi hata nsipokula nitakwenda kula nyumbani kwa mama yangu. Usijali dada yangu, kwa sasa wewe tafuta chakula ule, kisha uende nyumbani kwa mama yako. Asante sana kaka, we ni mtu mzuri, Mungu akubariki. Asante, unaweza kwenda. Sawa, kwa heri. Alex! Alex! Cha usiku, karibu ndani. Alexi, nimekumisi sana mpenzi wangu, uko sawa kweli? Mimi niko sawa kabisa, mpenzi. Uko na nani humu ndani? Niko peke yangu, kwa nini unaniuliza hivyo? Kuna namba ilinitumia meseji ya kunitishia kuwa nisipofika hapa ndani ya nusu saa nitakupoteza. Uko serious, cha usiku? Ndiyo, meseji hii hapa. Mungu wangu, sasa ni nani huyu anatuchezea akili? Mama, unafanya nini hapa au na wewe ulitumiwa meseji? Hapana, haya yote mimi ndio niliyapanga, kwa sababu alikataa kuzungumza na mimi baada ya kumfuza Alex. mama kwa nini umeamua kufanya hivyo? nilitaka tu kufahamu aina ya mwanaume uliyemleta kama anakufaa kweli au ni tamaa tu za mwili ndo zilikuwa zinakuchanganya. Lakini cha kushangaza ni kwamba vikwazo vyote nilivyomwekea amepita bila kushindwa hata kimoja na mimi leo nimekubali kwa iyali yangu Alex awe na wewe, ili binti yangu uwe na furaha milele. Wow, asante sana mama, kwa kweli sikutegemea haya yote leo.